Omba jambo katika majira yake. Kuna mahali katika kitabu cha Yakobo neno la Mungu linasema mwatamani, lakini ampati kwa kuwa muombi, na hata mkiomba maomba vibaya, ili mlitumie kwa tamaa zenu. Mungu wetu anataka tu tunamuomba kila wakati, na tukimwomba Mungu kama ni mapenzi yake anatupa, lakini kama si mapenzi yake kile kitu tunaweza tusikipate au tukakipata kwa wakati mwingine tofauti na ule ambao tunataka. Kwa hivyo leo nataka tukajifunze kanuni mojawapo ya kuweza kuomba na kupata. Tushie kujifunza huko nyuma, lakini napenda tena tujifunze kwa namna nyingine kanuni ya kuomba na kupata. Kwa sababu Mungu anataka tuombe na kupate, sio tuombe na tukose. Amen. Sasa kanuni mojawapo ya kuomba na kupata ni kuomba jambo katika majira yake au katika msimu wake. Tukiomba jambo katika majira yake au msimu wake, kile tulichomwomba Mungu ni rahisi kutupatia, tofauti na tukimwomba nje ya wakati au nje ya msimu wa kile kitu. Labo unaweza ukauliza ni kwa namna gani? Naomba tusome kitabu cha Zekaria sura ile ya kumi na ule mstari wa kwanza. Zekaria sura ya 10 mstari wa kwanza anasema Mwombeni Bwana mvua, mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyie umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Naomba nirudie tena, Zekaria kumi moja, nasema mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyie umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Ile andikwa semi mwombeni Bwana mvua, halafu akaishia hapo. Anasema mwombeni Bwana mvua wakati wa masika. Kwa hiyo wakati mwingine si wakati sahihi wa kumwomba Mungu mvua, wakati wa kiangazi si wakati sahihi wa kumwomba Mungu mvua, wakati mwingine wote si wakati sahihi wa kumuomba Mungu mvua. Hapa anasema mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, naye atawapa. Kwa hiyo maombi ya kuomba kitu nje ya wakati yanahitaji nguvu kubwa sana yanahitaji msuli mkubwa sana tofauti na ile maombi ya kuomba kitu katika kipindi au wakati sahihi bwana Yesu nasifia sana ndio hapa biblia inaposema kwamba mwombeni bwana mvua wakati wa masika sio wakati wa kiangazi sio wakati mwingine wowote wakati wa masika kwa wale ambao tunajua labda uh, kalenda au tunajua kalenda au taratibu wa nchi mbingu zilivyoumbwa na Mungu kwamba mvua katika pande zetu zinanyesha miezi gani za masika. Unajua labda ni mwezi wa tatu, wa nne na wakati mwingine hadi wa tano Hapo hizo ni mvua za masika. Kwa hiyo ukifika wakati, ukienda kumomba Mungu mvua hicho kipindi ni rahisi kupokea majibu ya maombi, tofauti na kwenda kumomba Bwana, naomba uninyeshe mvua kwenye shamba langu kipindi cha kiangazi. Au ni maombi ambayo wakati mwingine ni magumu sana kupokea majibu, unahitaji msuli mwingi sana kuomba ili uweze kupokea Bwana Yesu na mm. Hili ni jambo la msingi sana kuomba kitu wakati wake katika majira yake. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa pili Biblia inasema hivi, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure, kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Hapa Roho Mtakatifu kupitia kinywa cha Paulo anajaribu kuelezea wakati ambapo wokovu unapatikana na wakati ambapo a, jambo fulani mtu akilipeleka kwa Mungu linakubalika, ndio hapa anasema kwa maana asema wakati uliokubalika nali kusikia. Kuna wakati ambapo sio uliokubalika, hivyo Mungu anakuwa hakusikii au msikii mtu. Na kuna saa ya wokovu, sio wakati wote wa wokovu. Wakina Nebukadnezar kuishi nyakati za wokovu, lakini sisi tunaishi nyakati za wokovu. Siku ya wokovu ndio sasa, saa ya wokovu ndio sasa, wakati uliokubalika ndio huu. Na maana sasa hivi tunaishi katika kipindi cha neema. Hii neema tulionayo ni kwa sababu tupo katika kipindi au wakati uliokubalika. Utafika wakati ambao ukubaliki. Maana yake baada ya parapanda kulia wafufuliwa na wale walio hai kunyakuliwa pamoja na wale walio kufa na kwenda kumlaki Bwana mbinguni. Wale watakosalia hapa duniani. Utakuwa sio tena wakati wa wokovu wala wakati wa kusikiwa na Mungu. Wewe utakuwa sio wakati wa kwenda kumuomba tena Mungu, naomba unipe wokovu. Sio wakati wa kwenda kuongoza sala kumkiri Yesu. Sio wakati wa kwenda kubatizwa tena kwa sababu wakati umepita, sio wakati wa kusikiwa, ni wakati wa hukumu ya Mungu. Kwa kuwa kuna kipindi na nyakati tunapaswa kumuomba Mungu wakati sahihi na majira sahihi. Tupo kipindi cha wokovu, ni wakati sahihi. Tupo kipindi cha kumtafuta Mungu, ni wakati sahihi. Lakini utafika wakati ambapo mlango wa neema utafungwa, wokovu utafungwa, hautapatikana tena. Lakini katika eneo la wokovu iko hivyo, lakini pia katika mambo yetu mengine ya damu na nyama. Inawezekana unataka kumwomba Mungu kitu. Hebu tafakari, je, hicho kitu ni msimu wake, ni majira yake? Utakuta mwanafunzi anasoma kwa mfano. Yeye ni mwanafunzi alipo, anamwambia Bwana, anaenda kuomba, anamwambia Mungu, naomba unipe biashara au unipe kazi. Ni kijana yuko form 1, form 2 au darasa la saba anamwambia Bwana, naomba unipe pesa. Sawa, Mungu anaweza akakupa kulingana na jinsi utakavyomuomba na sababu utakazo kuwa nazo. Lakini huo sio wakati wa kumwomba Mungu fedha. Wakati ni mwanafunzi, ni wakati pengine wa kumwomba Bwana kaimarishe elimu yako uweze kufanya vizuri. Hiyo ni hoja yenye nguvu. Sasa katika kitabu cha Isaya sura ya arobaini na moja mstari wa ishirini na moja tutasoma pale. Anasema tupeleke hoja zenye nguvu, tutoe hoja zenye nguvu mbele za Mungu kwa huyu kijana ambaye ataenda kumwomba Mungu pesa au biashara wakati ni mwanafunzi na mwanafunzi mwingine ambaye yupo pale ni mwanafunzi mwenzake, akaenda kumpigia magoti Bwana na kumwambia Bwana, naomba unisaidie katika elimu yangu niweze kufanya vizuri, niwe mwanafunzi bora, ni mwanafunzi mnyenyekevu mbele ya walimu, ni mwanafunzi ninayefanya vizuri kiroho na kimwili. Katika wakati huo, kati ya wanafunzi wawili, huyo ambaye ameenda kuomba masuala ya elimu ni rahisi kujibiwa zaidi kuliko yule ambaye anaomba kitu ambacho ni nje ya wakati, kwa sababu huyo atakuwa na kipindi chake baada ya kumaliza shule pengine atapata kazi. Hicho ndio kipindi cha kumuomba Mungu amfanikishe katika biashara, pengine amfanikishe katika elimu na kadhalika. Huyu ni binti, yuko shuleni, huyu ni kijana, yuko shuleni, anamuomba Bwana, naomba unipe mpenzi, naomba unipe mke au mume. Hawezi kupewa katika hicho kipindi, kwa sababu anaomba kitu nje ya wakati. Kwa Mungu ni ngumu sana kumsikiliza mtu namna hii, kwa sababu anaomba kitu nje ya wakati. Alipaswa kwanza amalize levo hiyo, atoke. umri wake ni mdogo, ni kijana mdogo, miaka 15 16. Alipaswa avuke kipindi fulani cha umri au amalize elimu fulani, ndipo aanze kumwomba Mungu mambo hayo, ndio utakuwa ni wakati sahihi wa kupokea hivyo anavyoviomba. Bwana Yesu na sifiwe sana. Kwa hivyo, hivyo pia katika mambo mengine yote ya kimaisha, angalia upo katika hatua gani. Bwana Yesu na sifiwe sana pengine unafanya kazi. Nataka tugusie sana eneo la maisha, kwa sababu pia Mungu yupo na sisi, pia katika hayo maeneo tunahitaji pia kujaa maarifa. Umeanza kazi, unamwambia Bwana, naomba unipe pesa nyingi. Hebu anza kumuomba Bwana kwanza, naomba unisaidie kuimarisha kazi yangu, hii biashara yangu ndogo ikae vizuri, unitengenezee msingi bora, unipe labda pengine wateja na vitu vya namna hiyo. Usianze kuomba vitu ambavyo bado wakati wake au sio msimu wake. Anza kuomba vile vitu ambavyo kwa wakati huo ndio vinafaa. Ni rahisi kujibiwa maombi ya namna hiyo. Ndio maana hapo Zekaria anasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Hatuwezi kumwomba Bwana mvua wakati wa kiangazi, ni wakati wa masika, kwa sababu masika, tukivuka msimu, hatuwezi tukapokea tena mvua, ni msimu wake, ni majira yake. Bwana Yesu nasifiwe sana. Nimalizie kitabu cha Mhubiri sura ya tatu na ule mstari wa kwanza katika ile andiko ambalo pia ni maarufu sana kwa kila jambo kuna majira yake, kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa sika kipindi ambacho ni wakati wa kuvuna unaenda wa kuomba wa maombi ya kupanda, au ni wakati wa kupanda unaenda wa kuomba wa maombi ya kuvuna. Omba maombi ya kupanda, upandaji bora, wakati wa kupanda. Omba njia za kuvuna, uvunaji bora, wakati wa kuvuna. Hizo ni hoja zenye nguvu. Bwana Yesu na sifa sana, kwa sababu kila jambo kuna majira yake, kila jambo kuna majira yake. Kwao ni lazima tuombe kulingana na majira tuliyopo, lazima tuombe kulingana na wakati tuliyopo na maliza kitabu cha Isaya sura 41 na ule mstari wa 21 ambapo nilisema tutasoma ile andiko sura arobaini na moja na mstari wa ishirini na moja. <coughs> Anasema, hayaleteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Na pale anasema hayaleteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Kwa hiyo ni lazima tupeleke mbele za Mungu hoja zenye nguvu ili tuweze, ya anataka, yu, ili milipa, tuweze kupokea yale ambayo Bwana anataka tukayapokee. Amen. Kwa hiyo hili ni neno la utangulizi ambalo Bwana amenipa tuweze kulipokea na tushirikishane, tuweze kutusaidia katika jinsi yes, tunavyoomba jina la Bwana. Amen.